Tunasajiri website bure kabisana ku design kwa bei nafuu sana, karibu Uplink Servers Technology ujipati huduma safi na salama. Muundo wa tovuti ni zaidi ya urembo tu, ni kuhusu kunda uzoefu. Hebu fikiria kutua kwenye tovuti ambayo inahisi angavu, ambapo kila kubofya hukongoza kwa urahisi kwa kile unachohitaji. Hiyo ndio nguvu ya muundo unaozingatia mtumiaji. Inaanza kwa kuelewa wasikilizaji wako ni nani, wanataka nini na jinsi wanavyofikiri. Mipangilio ya rangi, uchapaji na mpangilio, vyote vina jukumu muhimu katika kuongoza hisia na vitendo vya watumiaji. Tovuti iliyopangwa vizuri siyo tu inaonekana nzuri, lakini pia huongeza utendaji. Fikiri kuhusu urambazaji, menu zilizo wazi na njia za kimantiki huwafanya wageni kushughulika. Muundo msikivu ni muhimu pia, ukiwa na watumiaji wengi kwenye simu ya mkononi, tovuti yako lazima ibadilike kwa saizi yoyote ya skrini na tusisahau kuhusu kasi. Ikiwa ukurasa unachukua muda mrefu kupakia, watumiaji wataruka. Kujumuisha nafasi nyeupe kunaweza kuboresha usomaji na umakini, ilhali taswira zinazovutia zinaweza kuvuta watumiaji. Hatimaye, muundo mzuri wa tovuti unahusu kusawazisha umbo na utendakazi, kuhakikisha kuwa kila kipengele kinatimiza kusudi fulani. Ni mchanganyiko wa ubunifu na makakati ambao unaweza kubadilisha ukurasa rahisi wa tovuti kuwa chombo chenye nguvu cha kuunganisha na kuguza.